Kunalo jambo ambalo linawasumbua watu wengi sana wakiwemo Watanzania ambao hawajaridhika ama hawakuridhika na uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 wa urais na wabunge pamoja na madiwani katika taifa lao la Tanzania, jambo la kura ambazo ziliweza kupigwa kulingana na tume ya uchaguzi Tanzania INEC. Kulingana na INEC, milioni 31 nukta tisa zikawezwa kukizwa kwake Rais Samia Suluhu Hasani pamoja na mgombea mwenzo wake wa urais Dkt Samia u Hassani wa CCM anapata kura milioni thelathini na moja laki tisa kumi na tatu elfu mia nane sitini na sita sawa na asilimia tisini na saba nukta sita sita hivyo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya arobaini na moja ibara ndogo ya sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba ikisoma pamoja dana, sana, tisa, na kifungu cha arobaini na tano kidogo cha tisa na kumi cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani sheria namba moja ya mwaka elfu mbili ishirini na nne na kanuni ya hamsini na saba ndogo ya nne c si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 ambayo wanajiuliza inakuwaje, wakati wa maandamano, siku ya maandamano, wakati vijana na watu wengine Tanzania wanaandamana na kuzuia uchaguzi kuendelea, wakishiriki swala la a, demokrasia kama wanavyoita kuandamana, wakidai haki, ilikuwaje siku ya maandamano jumla ya kura milioni na kitu ziliweza kupigwa, wakati ambapo sehemu si zingine hazingeweza kufikika, baadhi ya vituo vya kupiga kura viliweza kuharibiwa, barabara zikaweza kufungwa. Inakuwaje kura milioni mimi, mbili zikaweza kupigwa kama jinsi wanavyosema INEC, na kisha Rais Samia Suluhu Hassan akaweza kupata kura milioni 31? Kumbuka, katika kile kijikaratasi cha uchaguzi cha urais Samia Suluhu Hassan alikuwepo, na pia kulikuwepo na wagombea wenza ama wagombea wengine kumi na sita ambao basi ndicho chanzo kikuu cha maandamano Tanzania na ukosefu wa usalama kwa sasa Tanzania, kwani raia wanalalama kwamba hawa wote walikuwa katika kijikaratasi hicho ni watu wa kubandikwa tu, maana watu halisi ambao walipaswa kuwa pale, moja ni Tunduliso, kinara wa Chadema, mpinzani wa Chadema, ambaye kumbuka kwamba amekuwa pia katika siasa za upinzani Tanzania kwa muda sasa. Baada ya kuwa mbunge, aliweza kupambana na Rais Magufuli mwaka wa alfu mbili na ishirini. Katika uchaguzi wa elfu mbili na ishirini, Tundulisu aliweza kumenyana na Magufuli, na cha kushangaza sana katika uchaguzi huo Tundulisu mm, aliweza kupokea jumla ya kura milioni moja nukta tisa, ambayo ni asilimia kumi na tatu nukta sufuri nne. Naye John Pombe Magufuli akaweza kupokea kura milioni 12.5 ya kura zilizopigwa na asilimia 84.04 ya kura zilizopigwa. Kwa hivyo 2020, jumla ya watu milioni 10 kama 16 hivi waliweza kupiga kura, Magufuli akapata kura milioni 12.5, Tundulisu chini ya mgombea wake Salim Mwalimu akapata jumla ya kura milioni 1.9, kulingana na INEC. Kipindi kile, Samia Suluhu alikuwa mgombea mwenza wa wa, wa Magufuli ambaye kwa sasa ni marehemu aliaga dunia baada ya kupata hatamu uo, ya uongozi wa um, Tanzania. Sasa maswali yanaulizwa ya na yanaulizana kwamba iweje mwaka elfu mbili kumi na sita Samia Suluhu akiwa mgombea mwenza wa John Pombe Magufuli, wakati walipata hatamu za uongozi kwa mara ya kwanza, waliweza kupokea jumla ya kura milioni nane nukta nane asilimia 58.46 ya kura zilizopigwa, huku Edward Lowassa mpinzani wao wakati huo wa chini ya chama cha Chadema pamoja na mgombea mwenza wao wake Juma Duni Haji wakapokea jumla ya kura milioni 6.07, ambapo ni asilimia 39.97 ya kura, kura zilizopigwa. Iweje sasa kura hizo zimeweza kujumuika ama zimejumlishwa kwa karibia mara dufu ama hata kupitiliza mpaka milioni thelathini na mbili ama mpaka milioni thelathini na moja na kitu ha? Ha, kutoka milioni kumi na mbili elfu mbili na ishirini mpaka milioni thelathini na moja elfu mbili na ishirini hmm? na tano kweli kutoka mwaka wa elfu mbili kumi na sita wakati Tanzania iliweza kufanya uchaguzi wa urais, Magufuli akiwania kwa, kwa mara ya kwanza, kwa, akipingana na Edward Lowassa, kura zilikuwa kwa pamoja, kura zilikaribia milioni kumi na kitu elfu mbili na ishirini. Wakati Magufuli aliwania na mpinzani wake Tundulisu, kura zilikaribia milioni kumi na tatu pale. Sasa kwa sasa kulingana na aina Ki, Tanzania kura zimeweza kufika milioni thelathini na mbili siku ya maandamano, wakati watu wanaogopa kutoka nje, wakati hali ni asintofahamu. Kwa hivyo ni swala ambalo kidogo linawatatanisha wengi, linawatatanisha wengi. Kisha aliweza kupokea asilimia tisini na nane ya kura ambazo ziliweza kupigwa. Kwa hivyo alishinda uchaguzi ama mama Samia ameshinda uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 na karibia kura zote sasa ni swali ambalo kweli, wachanganuzi, kama sisi tutasema kwamba ni jambo ambalo kidogo hesabu zake hazieleweki. Maana kushinda uchaguzi na asilimia yote ni sawa sawa na kwamba ulikuwa wewe pekee uchaguzi ulikuwa wewe wako pekee na hakuna yeyote yule ambaye alikuwa nakupinga basi ndio maana ukapokea kura kama hizo. Maana huwa kuna mambo mengi ambayo yanatendeka wakati wa uchaguzi. Uh, kabla uchaguzi mwingine kufata, watu waaga, ni jambo la uh, kikawaida, kwamba it's very natural kwamba kutatokea vifo kabla uchaguzi ule mwingine, vifo ambavyo vinatambulika na serikali baada ya usajili kwamba watu waliaga. Pia kuna watu wanazaliwa, na pia kuna wengine wanachukua vitambulisho na vipande na kura zao japo uh, mara nyingi huwezi kushinda uchaguzi na asilimia yote, labda ukiwa uligombea mwenyewe. Kwa hivyo jambo la sasa ni jambo ambalo linaendelea kuzua utata sana miongoni mwa uh, idara tofauti tofauti na mashirika tofauti tofauti. Kwa sasa hata tumeona baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kutangazwa mshindi na kupokezwa cheti cha uh, urais uteule akiwa na mgombea mwenza wake madoli Nchimbi, ambaye sasa uh, wakishaapishwa atakuwa makamu wa rais wa Tanzania. Uh, Samia akiwa akiendelea hatamu yake miaka mitano tena kama rais wa Tanzania chini ya chama cha CCM. Tumeona kwamba um, ni viongozi wachache sana kufikia fk uh, Novemba mbili asubuhi ambao wameweza kupongeza uchaguzi huo. Wengi wakosoaji wameonekana wame, kwa wengi kiwemo chama cha jumuia ya SADAK ambayo Tanzania ni mwanachama na mwenyekiti wake ni Peter Mutharika rais wa Malawi ameweza kutuma barua akitaka demokrasia ya Tanzania, akisema kwamba ameweza kuona kile ambacho kimeendelea Tanzania na ni jambo ambalo linawakera zaidi uchaguzi huo ambao umeweza kupingwa. Maandamano ambayo yameendelea katika taifa hilo ni jambo ambalo linaizua utata, hasa katika uhalisia wa uchaguzi, uhalali wa uchaguzi, na ni jambo ambalo wanataka kwamba wamejitolea sana kwa kusema kwamba wako tayari kwa a kusaidia kuleta amani Tanzania, na ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa dharura hasa zaidi. Chama cha ANC Afrika Kusini, EFF Afrika Kusini, uh, mabalozi wa Norway, Canada, umoja wa UK wameweza pia kulalama. Umoja wa Ulaya pia umeweza kulalama. Kwa hivyo ni jambo ambalo kidogo linawakira watu nawakira wak sehemu -se tofauti tofauti, ama pande tofauti tofauti washikadao mbalimbali kwa kifupi. Kisha rais Samia Suluhu pia ameweza kupongezwa na mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika Ali Yusuf, ndio aliyekuwa wa kwanza kuweza kutuma pongezi zake. Kisha rais wa Somalia ameweza kutuma pongezi zake. Rais wa Somalia, Somalia ni mmoja wapo ya taifa la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud ameweza kumpongeza Samia Suluhu. Alafu pia Evariste Ndayishimiye, rais wa Burundi, ameweza pia kumpongeza rais Samia Suluhu. Viongozi wengi sana Jumuia ya Afrika Mashariki bado, kwa rais William Ruto bado kufikia Novemba mbili asubuhi hawajaweza kumpongeza rais Ruto. Wa Kenya ni mwenyekiti wa Jumuia ya Afrika Mashariki, bado hawajampongeza. Jumuia, Jumuiya ya Afrika Mashariki, kutoka Jumuia ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni jambo ambalo basi linasubiriwa kwa amna gamu kuweza kujua hatma ya uchaguzi wa Tanzania. Kumbuka kwamba maandamano yaliweza kuendelea mpaka siku ya nne katika sehemu mbalimbali Tanzania, na Novemba mosi, siku ambayo inatoa uhalisia wa uchaguzi, matokeo ya uchaguzi Tanzania INEC siku ma maandamano yaliendelea katika sehemu tofauti tofauti Tanzania, na kilichosalia ni kusubiri kuona dunia mm? na viongozi mbalimbali wataweza basi kushughulikia vipi suala hili la taifa la Tanzania, uhuru wa Tanzania wa kidemokrasia, raia wa taifa hilo la ambalo limejulikana kwa muda mrefu kama taifa la amani Afrika ya mashariki na barani Afrika.